Mlevi anafaa kukula nini? Nimekula pilipili yangu vizuri, anaanza kuni kuniangalia, anaanza kunisautia kwa hoteli, kila mtu anaanza kuniangalia kucha nyuma, mpaka wase wengine wenye hawana wa mataka. Ah, tuehere